Ndizo nyimbo za wanafunzi wa shule ya msingi na shule ya msingi sekondari zilizong'oananga katika shule upili ya vulana ya Cheptais, eneo bunge la mlima Elgon, katika kiwango cha kati, ambapo shule mbalimbali mbali zimeweza kushiriki tamasha hizi za mziki, ikiwemo taarab. Ben Mutai ndiye mwenyekiti msimamizi wa tamasha hizi. zaidi ya shule 500 zinashiriki zikiwa za serikali na zingine za kibinafsi. Sisi katika tamasha la muziki hatubagui, mwanafunzi ni mwanafunzi tu. Vilevile tuna wanafunzi walio na changamoto za kimaumbile ambao wameshirikishwa vilivyo. Jinsi mnavyofahamu, tunakumbatia mtaala mpya wa CBC ambao lengo lake ni kukuza vipaji ili hawa wanafunzi wajikimu katika maisha. Mutai vilevile amewataka wazazi kujukumika na kwa ruhusu wanafunzi wote kushiriki wakiwemo wale wanaoishi na changamoto za kimaumbile kwa kuwa kila mwanafunzi ana kipaji chake tofauti, licha ya kuwepo changamoto mbalimbali mbali za fulusi za kuendesha shughuli nzima zilizong'oa nanga katika shule hii ya upili ya wavulana ya Cheptais. Nawahimiza wazazi waweze kuwaruhusu wanafunzi wote bila kujali hali yao ya maumbile. Kwa sababu katika mtaala wetu wa CBE kila mwanafunzi ana kile kitu ambacho anaweza kufanya. Tumekuwa na changamoto za kifedha lakini wasimamizi wetu wameona kwamba lazima wajitolee mhanga ili kufanikisha shughuli hii. Na Sambu Jessica ni kati ya kamati andalizi katika tamasha hiyo, akielezea kati ya sanaa ambazo zitakazoshirikishwa ili kuafiki kiwango cha kanda ya Magharibi, huku mwenyekiti Ben Mutai akisema kuwa kila shule zitashirikishwa wakiwemo wanafunzi wanaoishi na changamoto za kimaumbile, ambapo wale watakaofanya vizuri kuanzia nambari moja, mbili na hata tatu ndiyo watakaofika kiwango cha kanda ya magharibi itakayojumuisha kaunti nne pekee. So tunaandaa timu ambazo zitawakilisha gatuzi hili tutakapokuwa tukienda katika uh, kiwango cha kanda hii ya magharibi, ambazo ni gatuzi kubwa nne. Kwa hivyo katika kila kiwango wale ambao watafaulu ni wale ambao watakuwa wamepata nafasi ya tatu, ya pili na hadi nafasi ya kwanza. Sani matano, Mpakani TV eneo bunge ya Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma.